Fanya mambo matano. Jambo la kwanza nakupa, hasa hichi kipindi cha Rajab, yafanye kwa wingi sana. Wallahi mlilia Allah, ndugu yangu Muislam, yani azmia, muombe Mungu, utaona Mungu anakufungulia, yani hata uelewi. Unajua, Mwenyezi Mungu akiamua kukupa, hakuandikia barua Sheikh, kunatokea mambo ya kiilahia, yaani yani uelewielewi na alopewa hapo konyoki Unashangaa hizi hizi sababu zako unauza miswaki tayari ushapata. Kwani zote sisi ni masufa tu, tunalala umu markazi. Ndio maana wengine hawamuelewi elewi Osman Michael. Wanaona kama Freemasoni fulani, kwa sababu kazi zetu zinajulikana kundi ya Muhanga, tuko huko tunazunguka na dini tu. Leo huyu anapata wapi gari? Mpaka leo shughuli zetu dua. Kuna siri tumeziona. Hao kina Abdul Kadir Jilani wameona mengi haya. Siri ya kwanza password. Jitahidi sana katika dua za kimatendo. La kwanza, wallahi jitahidi sana kushikamana na kualisha watu chai ya asubuhi. Usinywe peke yako, hakikisha umempata jirani. Nyiye hamjui tu, Jibril anakuja kumwambia Mtume, limadha takhadha llahu Ibrahima khalilahu Muhamadi, umekaa unajua wewe, kwa nini Nabii Ibrahimu anaitwa khalilur rahman, kipenzi? Unajua mapenzi kwa Kiarabu yana daraja kumi na tano kama sijakosea kuna taaluq, kuna sababa, kuna gharama, kuna ishki, kuna kuna ala alhub alkhul. Mapenzi ya juu ni khalili. Kwa hiyo mtu kufanywa khalili si daraja dogo. Ndio maana mtume anasema itakhadhani Allahu khalilan kama itakhadha Ibrahim khalilahu, na mimi nilifanywa khalili. Aliona wifu. Sasa kwa nini huyu mzee Ibrahim kafanywa khalili? Daraja hiyo kafikia wapi? anasema li taamihi taam, kwa sababu ya ishu yake moja tu, kulisha chakula. Tena aliweka bango anayepita barabarani kota kula bure. Kaja mtu, e, bwana Ibrahimu yuko wapi? Mimi hapa, nataka msosi kula. Jamaa anakula hata bismillah. Ambia wewe, vipi bwana, kwani dini gani wewe? Ambia mimi majusi naabudia moto. Ambia bwana, ondoka zako, hichi chakula kinakula Waislam. Wallahi ilikuja itabu lawama, Jibril kaja asema, Ibrahimu Inna allaha yukiruka salam, Mwenyezi Mungu anakusalimia. Lakini wayuatibuka ala ma faalta, anakulaumu umekosea sana. Yule mtu anaabudu ghair Allah mundhu arbaina sana, miaka arobaini anaabudi ya mawe na moto. Wallahu yarzukuhu wala yansa, unajua chakula wewe Mungu anampa hivyo hivyo, na ukafiri, hamsahau tena. Mungu akwambia wa mankafara. Siku moja alisema rabi jal hadha baladan huyo Ibrahim Mungu, huu mji wa Maka wape vyakula, wape matunda, kisha sema man ah, amana billah kila alomwamini Mungu Mungu ambaye umekosea waman kafara. nalokufuru nalokufuru, ndio maana watu wanalamika e bwana hali ngumu, madeni, sijui nini idha mabtalahu asema fayaqulu rabbi hanani Mungu anatutesa. Mungu anasema kalla, sivyo, bali la tukrimuna lyatim, lakini wala tahabuna ala taam lmiskin hamlishi maskini, ndio maana mna maisha magumu. Mtume wakati anaingia Madina, awal khutba khutba ya kwanza alisema ayuhanas watu, afshu salam, salimianeni, wa atimu taam, mulishe watu vyakula, wasallu billayli wan nasu niyam, wa muwe mna tabia ya kuswali usiku, mtaingia peponi. Hapa Ijumaa hapa baada ya sala tukiswali tukasema jamaninie tuna mazungumzo mpaka saa kumi, habaki mtu hapa. Lakini sema kisha baada hapo, insha allah na ndoa itakuwepo akdi, kuna baraka kidogo itabaki, hawaondoki watu shekh, hawaondoki watu, chakula kinabariki. Lakamun tadfa nakama, tonge moja linaondosha ghadhabu za Allah. Anza kufungua maisha yako na dua ya kimatendo, lisha watu, acha uchoyo We ukija hapa kuna uzo kashata, unashinda kumwambia mtu we bwana, kula. Vile anavyonyanyua tonge, we omba yako, mbona watu huyu wajanja, tunalala katika kheri. Nitafutie mtu mmoja tabia yake kulisha watu, afu ana maisha magumu, humpati, humpati. Mtafute mtu huyo, jambo kubwa sana hili. <coughs> Unajua mwanamke ilitakiwa akusujudie wewe kwa sababu unamlisha, kwa sababu unamlisha. Leo mpaka sehemu za markazi, sehemu za khidma, mtu kawekwa sehemu ya khidma, hela si yake, imechangwa markazi, na wanaokuja kula na simanga na nyanyasa. Sijui tuko vipi sisi? Ndio maana kule India ukienda kule, wale watu wa khidma kila siku wanafanyiwa targhibu, chakula hicho. Chakula ni jambo kubwa. La pili nitataja la pili na la tatu, jengine baada ya khutba. La pili silaturrahimi Jitahidi kuunga kizazi, usigombane na ndugu, gombana na watu wengine. Heshimu ndugu, sogeza ndugu karibu, toa kampani ya ndugu kabla ya yoyote yule. Laana llahu qati'un, atapata umaskini, amelaaniwa aliokata kizazi. Manarada an yabsutwa rizqahu mtume, huyo anayetaka riziki iwe nyingi, maisha yafunguke, falyasili rahimi kwenye katika kizazi chako hujakatana na watu, unga kizazi ndani ya Rajab hiyo. Jambo la tatu, jitahidi sana kumswalia mtume Muhammad kwa wingi. Anayemswalia mtume kwa wingi amefanikiwa. Mswalie kwa siku mara alfu moja mia nne na arobaini kwa siha unaoiweza ukifanya hivyo, itakuwa kila lisali moja umemswalia mtume mara sitini. Mabwana, sunna ya ijumaa ni hutuba kwa fupi inakaribia na nusu, watu wengine wamekuja kutaraza kwa wamefunga biashara sema nakuja bosi, dakika tano. Lakini ndo tunaambiana nyenzo, pengine si tukawashinda wale ambao hawajaja kuswali. Kwa hiyo baada ya sala tufanye subra, tumalizie kwa ufanisi mambo mawili yaliobakia, lakini kama nafasi ipo na kama hakuna programu zingine na kama tutakosa nafasi hiyo, jamani, Rajab ndio hiyo, tukazane. Nasikitika sana mpaka leo moyo wako haujawaka, wakataa kujua hata leo ni rajabu ngapi? Yani huna habari, unakwenda kwenda. Ndio maana kila mwaka wenzio wanarinyuu maisha, we unabakia pale pale. Muislamu na madeni wapi na wapi? Muislamu atawe maskini, madeni kwake mwiko. Mtume alikuwa anaogopa kufa na madeni, leo wewe una madeni mpaka watu wanasema, bwana fulani katengenezeka na kilemba, lakini halipi madeni. Hiyo ni shutuma mbaya sana hii, na hupendi, na hiyo ndo dhiki yenyewe. Fafirru ila Allah, siri yenu ni kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala.